John Nalugala Udori, afanya biashara ya kuuza spea za katiki, pia niko na sehemu um, ambayo inauza hardware kama misumari na mabati. Na nimechukua hii um, um, till kwa sababu wateja wengi wakija kunua vitu wataka walite tukia kwa till awao, wanasema ad charge.

akuseu pesa zangu hapo ndani, aa, mtu akitumia aweze reverse, ndio maana kwa biashara. Asante. Kulikuwa na changamoto gani? Sina changamoto. Naona tunaendelea vizuri naye mama, chukua pochi, kwa sababu sitaki kuchanganya pesa zangu na pesa za biashara saa ingine huwa na Fuliza, mteja anaweza kuja anilipe pesa ya biashara, Fuliza isiwe na, sijapanga kulipa hiyo Fuliza, ndio maana nimeamua kutenga pesa yangu na ya biashara.